Maana nimesema hapa kwamba tukikamata umejaribu kufanya wizi, wewe si kijana wa Jeshi la Kujenga Taifa, siyo yule ambaye tunamtaka. Kwa hiyo end state ya nyinyi, mwisho wenu wa, wa mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa tunategemea upate ukiwa na hizo sifa tatu, ukiwa unapenda kazi, yani sio kijana wa kulalalala tu nini, yani sehemu yoyote utakayokuwa upende kazi jukumu lolote utakalopewa uweze kufanya kazi kwa bidii. Huyo ndio kijana tunayempika ndani ya jeshi la kujenga taifa, lakini uwe kijana mtii, mtii kwa serikali, mtii kwa viongozi wako, ndio kijana tunayemtaka. Lakini mwisho wa siku, mtu kijana huyo awe ni mwaminifu kwa majukumu lolote tutakalokupa basi uwe ni mwaminifu kwenye ile kazi tunayokupatia. Kwa hiyo nina hilo ndio ninalowasihi nyinyi kama vijana wangu e, nimekaa na nyinyi miaka miwili nikiwa nasisitiza hayo, ndio hayo ninayowatuma vijana viongozi wenu walioko huku kwa ajili ya kuyasisitiza hayo ninayoyasema sasa hivi, ili tupate kijana mzuri wa aina hiyo. Lakini kama utatoka, bahati nzuri au mbaya zote tunaziita mimi ni nzuri, zote ni, ni kila mmoja kwa nafasi yake. Kama uka, ukachukuliwa na vyombo ukaenda magereza, ukaenda polisi, ukaenda uhamiaji, ukaenda tisi, ukaenda Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania uonyeshe sifa nzuri uliotoka nayo huko kwamba kuna, kuna, kuna, kuna mwanzo mwema tuliuanzisha kwa ajili. Wao ataenda kukuendeleza tu pale uliko tulikoishia, lakini ninaamini sisi tumekutengeneza kuwa kijana mzuri, atakutengeneza kwamba uende kuwa askari, lakini askari mwizi, uende kuwa askari, askari atakayekuwa ni adui wa Watanzania wenzake? Hapana. Unatengeneza askari atakayekuwa ni rafiki wa Watanzania. Ndio maana unasema unaenda unaandikishwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, ni jeshi la Watanzania, sio jeshi linaenda kuwa adui wa Watanzania. Unaenda kuwa ni mlinzi wa Watanzania, mlinzi wa Katiba. Mmeapa wakati mnamaliza mafunzo yenu ya awali ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ule atakaebahatika kwenda kwenye vyombo vingine ataapa tena huko anakoenda, lakini kiapo chetu huwa kina kwenye vitu vya vi, msingi e, unaweza kusema viwili vitatu vi, vikubwa kuilinda katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania bijana, kama vijana kama vijana wenye nguvu lakini tunatii tunaapa tuna, tuna, tuna, tuna kumlinda kumtii rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio majeshi tunaapa hicho. Yule atakayekuwa amechaguliwa na kulingana na katiba yetu akaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunatakiwa tumtii na tumlinde Si kama mnanielewa vijana eh? Tumtii na tumlinde, lakini vilevile tuilinde katiba ya ja, ya, katiba yetu ya jamhuri ya muungano. Katiba tuliyo nayo sasa hivi ni katiba ya mwaka 1977. Ndio tunaendelea nayo, tunatakiwa tuilinde isivunjwe, lakini tulinde mipaka ya nchi yetu ili nchi yetu iendelee kuwa salama. Kwa hiyo naomba nimetoa, nimeongea na nyinyi kidogo, haya maneno machache lakini ninaamini ni maneno ambayo huwa mnaambiwa na viongozi wenu, wanawafundisha ili yakae kwenye mioyo yenu. Mwisho wa siku, popote utakapokuwa kwenye utumishi wa aina yoyote ile, uwe ukitoka hapa uende kufanya utumishi katika taasisi za kiraia, ukitoka well hapa uende kufanya kazi katika taasisi za majeshi. Well and good, yote hayo haya tunayoyaongea, haya ndiyo tuna, mnatakiwa mkayafanye huko, kama vijana wazuri wa Tanzania. Hatuna mama mwingine, hatuna mjomba, tutabaki na nchi yetu Tanzania. Ikitokea bahati mbaya ya amani ya nchi hii ikavurugika, mnaona nyie mwenyewe, mnaona ni mshahidi kwenye mapicha nini, mnaona mitandao, siku siku hizi utandawazi, mnaweza mkaona nchi mbalimbali watu wanavyoishi huko. Kwa hiyo hii amani tunaitabidi tuishikilie na tumuombe Mwenyezi Mungu isije ikatokea vinginevyo, na ndio maana watoto vijana wazuri kama nyinyi, tunaomba siku zote usije mtu akakushawishi tofauti kuliko haya tunayowaelekeza. Tunawaelekeza kuwa Watanzania wazuri, kuwa vijana wazuri wa Kitanzania mnaopenda nchi yenu msiotaka nchi yenu ivurugike kwa mtu yoyote, msitamani mtu yoyote aivuruge nchi hii. Huwa nawasikia mnaimba nyimbo nzuri sana kwamba mko tayari kufa kwa ajili ya Tanzania. Huwa mnaimba nyimbo nzuri sana siku hizi mmeongeza na madoido, kwamba yani, yani, mtu yani, hizi sura ukiziona usicheze nazo kwa maana kwamba sura hii ni sura ya Kitanzania, ni sura ya kijana wa Kitanzania ambaye hataki mchezo na nchi yake, hataki mchezo na katiba ya nchi yake, hataki mchezo na mipaka ya, ya mtu anayegusa mipaka ya nchi hii. Basi jamani, mimi nilikuwa naongea na vijana wangu, hawa ni vijana wangu, ni baba yao, sehemu yoyote ninapopita mimi ni baba yao matatizo yao ni ya kwangu, mimi ni watoto wangu. Kwa hiyo ukiwaona hivi basi mjue, ukimvuruga uki, uki huyu umenivuruga mimi, yao ni watoto wangu hii, hii, hii. Eh,